Basha. Wasi mtoto wa kiume. Eh. Sasa unakuwa na tabia kama zetu? Iwapo ana hatokuja leo ndio mimi nitakuja kesho ili tumpeleke kule kwenye ile hospitali yake ya awali ambapo ndiko alikomsaidia. Kwa hiyo unachotaka kuniambia ni kwamba ungejua zile nyaraka zile ungewapatia si ndio? Ah. Sina maana hiyo, na kweli. Lakini hasa

PC. Hilo ni jibu, pigia tu na kuona. Sisi ndo wale mamisi ambao hatuna makuu kabisa. Tumetulia tu. Kweli hata mimi naona mamisi wenye gundu. <laughs> Sasa hayo ni matusi mbasha <laughs> hapana, nakutania tamasha. Hivyo unafikiri kwamba wale wa misi ambao si misi dunia misi TZ, kwamba ndo wazuri sana vijijini. Yani tena wametulia ni, na na na <laughs> <laughs> <laughs> mm, ni kweli lakini wewe uko mjini hapa una smartphone, una TV. Sasa mbona hizo fursa na michongo hazikutembelea? Sio utaki tabasha, hauna mvuto. Hata wewe mtu mwenyewe upo upo tu. Kama wagonjwa watashinda kuvutia kwa hospitali, kwa nini si wewe? Si wodi. Kuna msichana ametoka hapa? Hapana, hajatoka mtu yeyote. Ametoka hapa, bwana.

Unaambia umenitia nini hapa? Ana, najua mimi sipendi maisha ya kuzungumza na haya, mimi mabalaa yanatokea, yeah. Mimi nimekuita hapa ili tuongee tu vizuri Nakusikiliza. <tusurie> <tusurie> <tusurie>

tulipotoka lakini, pia nataki tuishi vizuri, tusiwe na haya maisha ya ugomvi, tuyamalize tuangalie mambo mengine <coughs> unajua, kuna vitu ambavyo huwezi kuvilipa. <laughs> Okay, mfano dharau, unaweza ukanipa pesa, lakini dharau, ugumu wa maisha uliofanya ni upitie na afya mama, I'm I'm sorry. I'm really sorry. Nishasamehe by the way. Ila nataka umsikie vile ambavyo mimi nilikuwa najisikia hivyo, anajua kwamba ni mwanamke mzuri sana na ni mtu mzuri sana. sanam kwa mara hasa juu yangu mimi achana nazo, utaharibu uzuri wako please. Ana, wala sio asira, ila ukae pia ukumbuke na usisahau kwamba nyinyi ndio mlinifanya mimi. Kwa hiyo, Ana, unamaanisha kwamba msamaha wangu hautaki, hauutaki kashauti ne mali nusu kwa nusu, lakini pia mbele ni kuna jambo nataka kufanyia bila kama ujambazi sitaki tena. Sipo huko. You have no option kuna mabadiliko au chochote kile, basi usisite kunijulisha, sawa? Asante sana, tuko pamoja mzee. Nashukuru. Sawa. Karibu sana mdogo wangu jamani. Asante dadangu. Unazidi kupendeza. Kama si yule zabu ya bushi kule. Mjini Pacham. <laughs> Mshukuru shemeji yako wewe. Eh, yeah. Kwa utakuwa mapumziko kwa muda gani? Mm, kama miezi mitatu hivi. Wow. At least nitapata msaidizi. So muda nitajifungua. Kwa utakuwa nipikia pikia. Si ndio eh? Natamani nirudi nyumbani. Sidhani kama nitakuwa hapa. Mm. Jamani, mdogo wangu, fanya hivyo hmm? Kwa ajili yangu nakuomba, Staivo, kwa hili ila nitakwambia. <sighs> Jamani zabibu, ila si unajua mimi na atu wa gani, ila si utakwepo, nitakwambia hmm? nitakwambia sawa. Em, e, nikuulize Hivi kuna kitu gani kinaendelea kati yako na shemeji yako? nakupenda sana Ana. Najua nilifanya makosa makubwa sana kukufukuza nyumbani kwao. I'm sorry. <laughs> Ulikuwa una kila haki ya kunifukuza maana pale ni nyumbani kwako. Usiseme hivyo. Ah, kwa sababu mm -hmm. Niko hapa malengo la kujenga pamoja na asili zangu zote, lakini nirudi, lakini ilivyokuta mekuta tayari kuna mwanamke mwingine, tena mwanamke ambaye unasema hauonani naye wala hauna mazungumzo naye tena, nimekuta mnakumbatiana. Lakini sikufanya naye chochote. Unataka niamini hicho bwana? Ulimwamini Madam Jane kuhusu mimi na John

mara zote anazozima simu usiku. Wewe ndio unakuwa na msumbua sio kweli? na ukweli <laughs> upi ambao ili ilichimeja na wanawake wengi mpaka chuo akija nawataka nawakika naicho anachozungumza ndio. Labda nikuulize kwa mfano, wewe ukikaa kwenye nafasi yangu Si unajua mimi wewe sijui kubembeleza. Yeah. Mimi nikiondoka kwenye hii nyumba, kama ukijua tutakosa vitu vingi sana ikiwemo masomo yako yatakuwa imeishia hapa. Wewe sio mimi. Mimi nitasoma tu, wapo watu watakaonisimamia alafu Usidhani labda ukiondoka humu ndani mimi masomo wangu ataishia hapa. Hilo sahau. Unajiamini sana. Hapa nikuulize. Unamtaka shemeji au umeshalala naye? Hey, vipi umefurahi kumuona bosi wako? Bosi? Bosi wangu nani? Ana. Alafu Hivi ni kweli ulikuwa unaishi na Ana? Habari ah, ndo hiyo. <coughs> kwa nini watoto wa mjini mnashindwa kulea wazazi wenu? Yaani ukimwangalia Ana alivyo mrembo, mzuri, ni binti mwenye pesa, lakini wazazi wake sasa yani, wamechoka wanaonekana wametoka kwenye mm -mm. <coughs> maisha ya shida, sura zimewakauka tamasha. Mimi aa yaneusu na sio mimi, hata wewe hayo hayakuhusu, shauri yako sawa. Likitokea la kutokea, mimi simo. Lakini si kweli? La, lakini wewe usilikuwa naye na si shoga yako, kwani usimwambie? <coughs> maji, maji, maji, maji, maji, maji. Maji shingo. Maji shingo. Maji shingo. Maji shingo Maji shingo. Maji, maji. Majibu yote yamenifikia na nimeakagua kwa makini sana. Na tayari nimeshawapigia simu madaktari wenzangu, tujitoe na kikao tuone namna tunashauriana cha kufanya leo hii ndio. Samahani, daktari, kwa hiyo unataka kuniambia kwamba Upasuaji utafanyika leo hii? Kwa hali jinsi mama hayuko vizuri, tunajitahidi kadri tuwezavyo ifanyike leo basi. Nikuombe tu daktari, mfanye haraka kidogo hivi. Namkombea, nimeshapigia <tune> simu kwao, wako njiani. Tashukuru sana. Sawa, sasa ana mimi niende pale. Endapo kama jambo litatokea ambayo litahitaji uwepo familia, yetu wataniwakilisha kama taamwenyewe mpaka niwepo ahwa Sikio mama. Halo baba, shikamoo. Maraba, vipi hali? Nashukuru tufika salama na kwa kweli ni kitambo tangu tufike hapa. Lakini unajua umeingia kwa surprise mama, umeingia hapa, umetoka hapa, umeingia hapa. Basi mpaka nikasahau kukupa taarifa. Haina shida. Dada na mmemkuta? Eh, dada yako tumemkuta ameshatangulia kufika hapa mama. Ah, sawa. Na mama je, ameshaanza kutibiwa? Ah, mama yako anakaribia kupata matibabu. Hivi tulivyo hapa tunasubiri madaktari tu wako njiani. Wakifika tu unamuingiza chumba cha upasuaji huku, ndo leo atafanyia operation mwanangu. Ah, basi ndiyo sawa, haina shida. Haya, niambie, vipi kuhusu wewe, uko sawa? Ah, ndiyo, niko salama kabisa. Oh, hilo la kushukuru mwanangu. Sasa niombe kitu kimoja tu mwanangu, kila ukizunguka, ukifanya hicho kutembea, tafadhali weka maombi, weka maombi kwa ajili ya mama yako mwanangu. Eh mama, sawa baba. Haya basi, tutakiana heri mwanangu, kama kuna chochote cha ajabu tutawasiliana. Haya.

Nikikaa na tamani muda urudi nyuma, nirekebishe nisilie tena tena

wamepoteza imani. Mm, nilitua moyo wangu sehemu ya nyingi